Leo mdosi ametembea yeah. Mdosi amefika kongasisi yeah. Ameleta barabara yeah. Amekuja kuongezea stima amesema, yeah. Anatafuta title deed zetu yeah. Amesema atatujengea soko ya hapa yeah. Hata kama ile ingine inaendelea, ajenge ingine hapa yeah. Rais amefanya vizuri yeye yeah. yeah, yeah, ni fire, si fire? Yeah. ni noma, sinoma? yeah. Aendelee, asiendelee Rais amesema anapanua barabara ya kutoka Limuru kwenda Naivasha mpaka Nakuru na mpaka Mau Summit, ikuwe leni sita, ajali zipungue, wananchi wapate afueni, property zetu bei iende juu, uchumi wa Nakuru kaunti uinuke. Aendelee asiendelee? Mnamwambia aendelee, mnasema yeye ni fire, mnasema yeye ni noma. Jambo la mwisho rais anafanya kazi na viongozi wenu wa Nakuru hapa. Anafanya kazi na gavana Susan Kihika, anafanya kazi na seneta wenu, anafanya kazi na Mamaliza Chelule, anafanya kazi na mbunge wenu Madha Wangari na wabunge wa Nakuru. Aendelee kufanya nao kazi, ndiyo muongezae maendeleo. Hao viongozi wenu ni fire, si fire? Nikisema rambe munasema nini? nikisema arambe, mnasema ati nini? Ati mnasema nini? Arambe! Arambe! Asante sana mheshimiwa Rais.